Boxing Day ni siku ya pili baada ya kusherehekea sikukuu ya Christmas. Katika mitandao mbalimbali duniani inaelezwa kuwa siku hii ilianza wakati wa Malkia Victoria wa Uingereza akiwa madarakani mwaka 1800 kutokana na utamaduni uliokuwepo wakati huo uliohusisha familia za kitajiri kutoa zawadi kwa familia za kimaskini. Wapo wanaoeleza kuwa ilitokana na masanduku ya sadaka yaliyowekwa makanisani kwa ajili ya kukusanya michango kwa wale wanaohitaji. Kisha disemba 26 makasisi hutoa fedha hizo kwa masikini kwa heshima ya sikukuu ya Mtakatifu Stefano, shahidi Mkristo anayejulikana kwa matendo ya hisani. Hapa Askofu Jackson Sostenes anaeleza umuhimu wa siku hii na chimbuko lake kihistoria. Siku hii uh, ilianza nyakati za nyuma sana katika utamaduni wa jamii ambayo ilikuwa ikiendesha maisha ya kuwa na watumwa katika familia zao kwa hiyo baada ya kusherekea siku ya Christmas, ambapo watumwa aminika kwamba walifanya kazi nyingi sana kwa ajili ya wenye uh, nyumba wao kuweza kufanya waweze kufurahi, basi hii siku ya Boxing Day ilikuwa ni siku ya kutoa zawadi kwa wafanyakazi, na ndio katika mazingira hayo ikaweza kupatikana dhana ya Boxing Day ya kutoa na kupokea zawadi, ambapo sasa imeendelea katika nyakati mbalimbali. Je, yeah, kuna uhusiano wa upendo na Boxing Day? Zawadi ya kwanza kama Wakristo iwe ni upendo, tutoe upendo kwa wote wanaotuzunguka katika familia, katika jamaa, lakini pia katika jamii tunayoishi nayo, lakini pia na kuweza kuwasaidia ambao ni wahitaji. Sikukuu huwa kicheko kwa wafanyabiashara, lakini pia Boxing Day wengi utarajia kupokea na kutoa zawadi. kwa Krismas iliyopita, ili biashara ilikuwa juu zaidi kuliko safari safari. imekuwa biashara ya kawaida sana, tofauti na msimu uliopita. kwa changamoto kubwa mwaka huu, wateja ndio wamekuwa chache. Tofauti na mwaka jana. Kwa mujibu wa mtandao wa The Sydney Morning Herald wa nchini Australia, zaidi ya shilingi trilioni zinatarajiwa kutumika duniani mwaka huu katika matumizi ya zawadi. Rebeka Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.